Naye kinara wa chama cha DCP Rigathi Gachagua ametoa wito kwa wakazi wa eneo la Mlima Kenya kuwachagua viongozi walioelimika akibaini kuwa kama kiongozi wa eneo hilo atahitaji viongozi wenye maarifa kuendeleza eneo hilo. Amemsifia hayati Raila Odinga kwa ushupavu wake kama kiongozi akiorodhesha baadhi ya viongozi waliomzunguka Raila na kuwataja kuwa watu walioelimika ikilinganishwa na wengi wa viongozi wa eneo la Mlima Kenya. Kinara wa DCP Rigathi Gachagua ameendelea kumwomboleza hayati Raila Amolo Odinga. Gachagua akimtaja kuwa kiongozi shupavu kwa yote aliyofanikisha ikiwa ni pamoja na kuongoza moja kati ya chama kilicho na ushawishi mkubwa zaidi nchini.

and get what he wants. Gachagua amesifia viongozi waliomzunguka hayati raila akiwataja kuwa watu walioelimika ikilinganishwa na wengi wa viongozi wa maeneo ya mlima kenya. This political party. All the legislators are top-notch lawyers. These are the people who have protected Raila Odinga for 30 years. Great minds. Great minds. Nyinyi munanipatia Kawanjiku <laughs> wa Matinga ametoa wito kwa wakazi Mlima Kenya kuangazia viongozi wanaowachagua, akibaini kuwa yeye kama kiongozi wa eneo hilo anahitaji viongozi wenye maarifa watakaoleta maendeleo Mlima Kenya. we are in

akiorodhesha baadhi ya maovu anayosema yameendelezwa chini ya uongozi wa Rais William Ruto. Kinara wa Waipa Patriotic Front Kalonzo Musyoka ametoa wito kwa Wakenya kujitokeza kwa wingi wakati wa uchaguzi mkuu, kuhakikisha atakayechukua uongozi baada ya uchaguzi ni kiongozi anayejali maslahi ya wananchi. I want to ask that all of you leaving the spirit of the young Kenyans who have been abducted put in those boots charged under pota prevention of <laughs> terrorism act now prepare that the 55000 polling stations in this country will be manned by among others lawyers and particularly the young ones in addition to going for those elective positions Tafadhalini, in addition for going for those elected positions, do also determine to make sure there will be no rigging. James Mwangi, Undugu TV.